Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa anawataka viongozi wa dunia kuonyesha ujasiri wa kisiasa katika kupata suluhu ya uwepo wa mataifa mawili kati ya Israeli na Palestina, mpango ambao utamaliza mgogoro uliodumu kwa miongo kadhaa. Dunia haiwezi kukaa tu na kuangalia suluhu ya mataifa mawili ikipotea. Viongozi wa kisasa wana uchaguzi ulio wazi kabisa kuchagua kukaa kimya kuchagua amani na kuchagua kuwajibika. Huko Gaza hakuna ishara ya kukoma kwa mauaji na mateso mengine. Hali ya kibinadamu katika eneo lote la ukanda wa Gaza imetoka kuwa ya kutoridhisha na kuwa mbaya zaidi. Kwa karibu miezi miwili, Israeli imezuia chakula, mafuta, dawa na biashara, ikiwanyima haki watu karibia milioni mbili kupata msaada wa kuokoa maisha yao. Yote haya yanafanyika huku dunia ikitazama tu Watches. Ni sauti yake Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.